Karibu tena bawabu. Wa usiku wa shule msingi ya Victory Christian eneo la Seregeya, kaunti ndogo ya Likuyani, ameuawa kwa kuchinjwa usiku kwa mkeleo, huku kisa hiki kikiwachochea wakazi wa eneo hilo kuifunga barabara kutoka Tarbo kuelekea Soi, huku wakilalamikia ongezeko la visa vya mauaji eneo hilo. Ni taarifa na ngazi ya Amunya Oteno. Eli Juma ambaye ni bawabu wa mchana wa shule ya msingi ya Victory Christian eneo la Seregeya alifika shuleni humo saa 12 asubuhi kwa zamu ya ulinzi wa mchana, wakati alipoipata maiti ya bawabu mwenzake Barasa Osino iliyokuwa na majeraha mabaya akiwa amechinjwa. Nilikuja asubuhi ile ili kumwandu adoke, ndipo nilikuta geti imefungiwa ndani, nikaruka fendi ili kuangalia ni nini kimefanyika, nikakuta milango imefunjwa ya mlango ya ofisi vitu zimeibiwa, si ndio? Nikakuta yeye ametandikwa, amelaswa pale jini, chini ya sakafu, ni kama amechinjwa. Kitoka nyumbani kija ninapata mzee wangu amewawa, amewawa kinyama sana, na nina huzuni sana. Wenye ambapo wamefanya hiki kitendo, hiyo damu iwaandame iwa, kwa sababu amemuua bila hatia. Mimi hivi vile nimewachwa, sina mbele sina nyuma. Kulingana na mwalimu katika shule hiyo mesha kumsale Mali ya shule hiyo iliibwa katika uvamizi huo. Vitu ambazo zimeibiwa hapa si vitu ambayo unaweza sema ni vitu zinaweza sababisha mtu auawe, kwa sababu wameiba projekta, wameiba mataa mbili floodlights za sola, wameiba mashini ya cherehani ya stima, na wameiba na printa na mathamus. Sasa hiyo ni kitu ya kuua mtu? Wakazi wa karibu na taasisi hii ya elimu wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Kongoni Robert Mahanu wamelalamikia ongezeko la visa vya mauaji hasa kutokana na misururu ya mauaji eneo hilo. Mimi ni ndugu wa mwalimu Evans ambaye ameuliwa 2 weeks ago, na wakati aliuliwa tulikuja tukaambiwa DCI akakuja akasema baada anafanya uchanguzi same thing, imeshaanza imerepeat tena, wamekuja wameua watchman hapa tu, watu wakishikwa unapata baada ya siku mbili wameachiliwa, unapata wamejipost kwa Facebook. We are free. Sasa where is the security? Seregeya, tunaomba haki. Mauaji yamezidi, kila baada ya wiki moja ama wiki mbili kuna mauaji yanafanyika. Huyo waziri ambaye amepewa mamlaka na, kumeni na kumeni president kumeni, wa Kenya Dr. C. William Samoei Ruto amepatia ndugu yetu Kurumen kuru afanye kazi kama waziri, sio amelala kazi. Waafisa wa polisi walikumbwa na wakati mgumu kuiondoa wa maiti hiyo huku wakifurushwa na wananchi wenye hamaki waliodai wa kukosa imani na utendakazi wao. Mauaji yanafanyika askari wanakuja, wanapiga mwili picha wakitumia simu, wanabeba mwili, wanaweka kwa Land Cruiser, wanapeleka mochari. And then wanarudi, wanaenda wanakaa kwa maofisi, hatujui hizo mapicha wanaenda wanaweka status ama wanaenda kufanyia nini. Hey. mwili haturuhusu hey. mwili hey. mwili hey. mwili hey. mwili itoke hapa hey. uchunguzi inafanywa, sisi wote tukiwa hapa ili mlazimu kamishna wa kaunti ya Kakamega Michael Mwangi kuwaongoza maafisa wakuu wa usalama kutoka kaunti hii hadi eneo hilo ili kuwatuliza wananchi. Mwananchi wa Meria, mm. tumesikia kilio chake mm. kile tunasema ni justice na haki lazima ipate, yeah. na kama kuna mtu anashikagwa anaenda anapelekwa mahali anarudi ana... nataka nione mwenye atashikwa leo alafu arudishwa

Nyotieno west Likuyani, kaunti ya Kakamega. Twelekee kaunti ya Trans Nzoia ambapo mahakama ya Kitale imetupilia